Wanapewa siku Israel ilitoka katika ile eneo la nchi yao, wanapewa siku Israel ilipotoka katika ile ardhi yao. Israel ilikuwa inatamba, kuna wengine walienda kaskazini madunia, wengine walienda mashariki, wengine walienda magharibi, wengine walienda kaskazini. Wanapewa siku. Amen, Israel ilitawanyika katika kipindi hicho, lakini mtafiti mmoja anasema kwamba kulikuwa na jeshi, kulikuwa na makamani Watumisho ya Mungu kana sifa. Wao walikuwa wameshajiweka kwamba sisi hatuoi, sisi hatuoi, sisi hatuolewe sifa. Wao walikuwa ni wanaume naake, wao walikuwa wameshajiweka katika mambo ya kimua wao yao kupigana kuli